Kwamba kampuni ndogo inaweza kuvutia wawekezaji. Jambo la kwanza, kinachovutia wawekezaji sio kuwa na kampuni ndogo au kampuni kubwa. Kinachovutia wawekezaji uwezo wa tumia ya pozisheni yako ya kampuni na kuhakikisha unaweza kuwafikia na kutoa huduma ambacho watu wanakitaka. Hebu imajini watu wananjaa, wanataka chakula, wanawaletea kofia, vitu vya ndani. Kuwa kampuni kubwa hapa ndogo haikuzuii wewe kupata wateja, na by the way, kampuni ndogo, tuna expect wewe uwe aggressive zaidi sokoni, uwe na fujo zaidi, uwe na makelele mengi sokoni kwa sababu bado ni mdogo, hakuna mtu anayekujua, hamna mtu ambaye anakuamini inabidi uwe aggressive ili kupata wateja na kupata wateja wengi zaidi, ili uingie sokoni. Na bahati mbaya ni kwamba ukitaka kuingia sokoni, kwenye soko jipya, lazima uwe more aggressive mara mbili ya watu ambao wako sokoni, ili kuteka attention ya soko usika ambalo unaingia. Kampuni kubwa au ndogo haigarantii hai kupata wateja. Kuna kampuni ni kubwa na mauzo yake yanatia aibu, na kuna shangao, kuna kampuni ndogo zinafanya vizuri mpaka zinakuwa kubwa, na ndio maana kuna, kuna kampuni kubwa kwa sababu zilikuwa ndogo zikawa kubwa. hakuna kampuni kubwa